Sasa kwa heshima na taadhima, na tamka rasmi mfumo huu unazindua rasmi. Nyote mnafahamu umuhimu wa tukio kama ambavyo linaelezwa hapa, na tunafahamu umuhimu wa mpira wa miguu kama ni mchezo pendwa duniani ajira na ni uchumi na ajenda ya kijamii, ambapo ni chombo kinachounganisha na taifa mbalimbali nchi pamoja na ulimwengu. Serikali inatambua mchango mkubwa mpira wa miguu katika kukuza vipaji, kuimarisha afya za vijana, kuitangaza nchi pamoja na kuongeza mapato ndani kupitia tasnia ya michezo ndiyo maana serikali ya awamu ya nane inaongozwa na Dk Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imeendelea kuboresha miundo mbinu ya viwanja vya michezo nchi nzima. Kupitia jukwaa hili la kidijitali, itaimarisha mfumo wa usajili kama ambavyo tumeelezwa hapa wa wachezaji uwazi katika uhamisho wa wachezaji, ratiba za mashindano na upatikanaji wa takwimu sahihi za kimichezo, pamoja na mawasiliano kati ya wadau wote. Mfumo huu utasaidia kuongeza uwajibikaji, kupunguza migogoro wa kiutawala na kuleta ufanisi katika uendeshaji wa ligi na mashindano. Nimashiriki, hatua hii inaendana ina na mwelekeo wa kisasa wa usimamizi wa mpira wa miguu duniani. Nitumie nafasi hii kuwapongeza ZFF pamoja na wadau wetu hawa kwa kubuni ama kuja na wazo hili na mfumo huo ambao kama faida zake ilivyozieleza, na hii inaonyesha wazi kuwa ZFF inakwenda sambamba na mabadiliko ya dunia. Tuwapigie makofi mengi tafadhali. Ndugu shiriki, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF pamoja na bodi ya ligi, ili kuhakikisha mfumo huu unatumika kikamilifu kwa manufaa ya mpira wa miguu wa Zanzibar. Natumia nafasi hii kuwahakikishia, niliomba hapa kama serikali tuendelee kuwaunga mkono, nataka nikuhakikishieni ama maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa sasa, kama ni muda ambao tulikuwa tunausubiria ZFF, huu ni muda sahihi. Mheshimiwa Rais ana dhamira kubwa katika kuinua michezo katika nchi hii, hasa mchezo wa mpira wa miguu. Ni muda huu, ni muda sahihi. Yale yani ambayo tulikuwa tunayatamani, ama pale ambapo tulikuwa tunatamani tufike Mheshimiwa Rais anatusubiri, sisi tu milango yetu iko wazi, kama serikali ama kama wizara kushirikiana na ni nyinyi kwa muda wote, na nikuhakikishie, licha ya uwekezaji huu ambao unaendelea kufanyika wa viwanja, vimeelezwa hapa viwanja 17 vya wilaya na mikoa na kiwanja kikubwa cha Afcon dhamira yake anataka kuiona Zanzibar inapiga hatua. Muda umebaki ni kwa miaka minne kuelekea mitano, tusilame tushirikiane, ili kuhakikisha alama pia katika eneo hili la mpira wa miguu linaendelea kuwekwa nataka ni malizia kwa kutoa wito kwa vilabu na viongozi na wachezaji na wala wote hasa wadhamini kupokea mfumo huu kwa moyo mkunjofu na kuutumia kwa ueledi, nidhamu na ubadilifu. Najua moja ya mabadiliko yanakuwa na changamoto zake. Mfumo huu huko nje au baadaye katika magrupu mbali mbali utapigwa maneno mengi na, na kawaida, watu wa mpira kawaida yao hukosoa wajuwaji wengi. Na huu mfumo, mheshimiwa rais, utapigwa maneno mengi, usirudi nyuma, twende mbele. Nyote mnafahamu umuhimu wa tukimbili kama ambavyo linaelezwa hapa, na tumfahamu umuhimu wa mpira wa miguu kama ni mchezo pendwa ajira na ni uchumi na ajenda ya kijamii ambapo ni chombo kinachounganisha mataifa mbalimbali nchi pamoja na udumai. Serikali inatambua mchango mkubwa wa mpira wa miguu katika kukuza vipaji, kuimarisha afya za vijana, kuitangaza nchi pamoja na kuongeza ya tasnia ya michezo. Ndiyo maana serikali ya awamu ya nane inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, imeendelea kuboresha miundo mbinu ya viwanja vya michezo nchi nzima. Kupitia jukwaa hili la kidijitali, itaimarisha mfumo wa usajili kama ambavyo tumeelezwa hapa, wa wachezaji, uwazi katika uhamisho wa wachezaji ratiba za mashindano na upatikanaji wa takwimu sahihi za kimichezo pamoja na mawasiliano kati ya wadau wote. Mfumo huu utasaidia kuongeza uwajibikaji, kupunguza migogoro ya kiutawala na kuleta ufanisi katika uendeshaji wa ligi inaenda na mashindano shiriki. Hatua hii inaendana na mwelekeo wa kisasa wa usimamizi wa mpira wa miguu duniani. Nitumie nafasi hii kuwapongeza ZFF pamoja na wadau wetu hawa kwa kubuni ama kuja na wazo hili na mfumo huo ambao kama faida zake nilivyozieleza, na hii inaonyesha wazi kuwa ZFF inakwenda sambamba na mabadiliko ya dunia. Tuwapigie makofi mengi tafadhali. Ndugu washiriki serikali zanziba, ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kushirikiana na shirikisho la mpira wa miguu Zanzibar ZFF pamoja na bodi ya ligi ili kuhakikisha mfumo huu unatumika kikamilifu kwa manufaa ya mpira wa miguu wa Zanzibar. Natumia nafasi hii kuwahakikishia, niliomba hapa kama serikali, tuendelee kuwaunga mkono, nataka nikuhakikishieni ama maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwa sasa, kama ni muda ambao tulikuwa tunausubiria ZFF, huu ni muda sahihi. Mheshimiwa Rais ana dhamira kubwa nunu, katika kuinua michezo katika nchi hii, hasa mchezo wa mpira wa miguu. Ni muda huu, ni muda sahihi, yale yani ambayo tulikuwa tunayatamani, ama pale ambapo tulikuwa tunatamani tufike. Mheshimiwa Rais anatusubiri sisi tu, milango yetu iko wazi, kama serikali ama kama wizara kushirikiana na nyinyi kwa muda wote, na nikuhakikishie, licha ya uwekezaji huu ambao unaendelea kufanyika wa viwanja, vimeelezwa hapa viwanja kumi na saba vya wilaya na mikoa na kiwanja kikubwa cha Afcon dhamira yake anataka kuiona Zanzibar inapiga hatua. Muda umebaki ni wa miaka minne kuelekea mitano, tusilali tushirikiane, ili kuhakikisha alama pia katika eneo hili la mpira wa miguu linaendelea kuwekwa. Nataka nimalizia kwa kutoa wito kwa, kwa vilabu na viongozi na wachezaji na wote hasa wadhamini kupokea mfumo huu kwa moyo mkunjufu na kuutumia kwa ueledi midhanu na ubadilifu. Najua moja ya mabadiliko yanakuwa na changamoto zake. Mfumo huu huko nje au baadaye katika magrupu mbalimbali utapigwa maneno mengi, na kawaida watu wa mpira, kawaida yao kukosoa wajuwaji wengi na huu mfumo Mheshimiwa Rais, utapigwa maneno mengi, usirudi nyuma, twende mbele. Mabadiliko yote yanakuja na changa moto, la msingi watu kupata mafunzo, watu kuwa waelewesha. Jambo jipya lazima linataka watu waeleweshwe. Hata alipokuja Dokta Mwinyi hapa kulikuwa kuna maneno maneno mengi lakini watu wamemwelewa, na sasa wanamwambia twende, na ikiwezekana wanatamani aendelee. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, sasa kwa heshma na pesa, kwa heshma na taadhima, natamka rasmi mfumo huu nauzindua rasmi.